Familia zenye watoto wanaougua ugonjwa wa kupooza ubongo bado zinasubiri serikali kupitisha sheria zitakazowapunguzia mzigo wa kifedha kuwahudumia watoto hao. Ugonjwa huo unaolemaza pakubwa waathiriwa umewaacha wazazi wengi na majukumu ya kuwahudumia kwa maisha yao. Brenda Wanga alizungumza na familia moja, na hii hapa taarifa yake. kwa miaka kumi sasa, Felix Odhiambo na mkewe wamekuwa wakibeba mzigo wa kumtunza mwana wao Jayden kila kipengele cha maisha yake kinategemea usaidizi wa wazazi wake. Jaden, ambaye anatimiza umri wa miaka kumi na moja mwezi huu, anaugua ugonjwa wa kupooza ubongo. Alipozaliwa alichelewa kulia, kama kawaida mtoto akizaliwa, kwa sababu nilikuwa na pressure ambayo ilisababisha nikaweza kulazwa, nikaweza kufanyiwa induction ambayo ilichukua muda sana, nilikuwa na prolonged labor. Katika kukua kwake Jaden alijipata akikosa kufanikisha msururu wa hatua za kimaendeleo kama watoto wa umri au rika yake. miezi sita bado mtoto hajaweza kuketi wala kufanya yale ambayo mtoto wa kawaida anaweza kufanya. Nakumbuka dada yangu ndiye aliniuliza kwa nini mtoto hajaweza kuketi ndipo hapo tukaanza safari ya kujiuliza maswali. Kupooza kwa ubongo ni ugonjwa ambao husababishwa na uharibifu wa ubongo unaotokea kabla au muda mfupi baada ya kuzaliwa na kuathiri uwezo wa mtu wa kutembea sawasawa. Nchini Kenya inakadiriwa kwamba watoto elfu mia tatu na hamsini wameathiriwa na hali hii. Felix na mkewe wamejaribu kuyafanya maisha kuwa ya kawaida kwa mwana wao, lakini hata hivyo hawajaepuka changamoto za kulea mtoto kama Jayden, kuanzia kwa masuala ya elimu, maisha ya kijamii, lishe na kila kitu kilichopo kati yao. Yote hayo yanakuja kwa gharama kubwa sana ya kifedha, kihisia na kimwili kwa wazazi wake. Each and every time that he has an infection, This could trigger the convulsion. So these convulsions were not good because at times they could come at night. And if they started to attack, the convulsion could last for a long time. So we have to rush the child to the hospital so that he can be attended to by the doctor. Ni madawa ni pampers ni chakula yake hata hizi ni, ata izi, ni, wheelchair, ni hizi vitu assistive devices. Maana hizo zote ni therapies, ni pesa ambazo zinahitajika. Na sasa wakitumia uzoefu wao wenyewe wanapeana ujuzi kupitia msingi katika jina la mwana wao. Pia wanawahimiza wazazi wengine kuwakumbatia watoto wao wenye mahitaji maalum na kuwajumuisha katika maisha kama kawaida. Especially in regardless of their situation, they need to come out and be included in the society. And even to my fellow, uh, fathers. We need to come together and support our families. Wazazi kama hao wanatazamia kwa hamu kupunguzwa kwa ushuru iwapo mswada ambao umewasilishwa seneti utapitishwa na kuwa sheria, ambao utawapa wazazi wa watoto wenye ulemavu msamaha mkubwa wa kodi, hatua ambayo itasaidia sana kupunguza mzigo wa kifedha unaobebwa na familia kama za Jayden. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Baada ya taarifa hiyo, tunakuwa na mapumzikoni, tunarejea hivi punde.